Uh, nafikiri kitu kikubwa ambacho kina stand out kwenye remix kuitofautisha na the original song ni um, the touch ya the Melanin Queen you know my vocals uh, uh, the richness of my vocals kwenye sound kama hii ambayo uh, Wendy ameitumia, so nafikiri hicho ndo kitu kikubwa zaidi, lakini vilevile vile. Um, lugha yetu ya Kiswahili ndo imeweza kutumika zaidi kwenye versi yangu mimi pale, kwa hiyo I think it's very unique na nafikiri imeblendi vizuri sana. Watu wakisikiliza watanielewa nini nasema. Yes na huyo unatoka kumsikiliza ni msanii kutokea kwenye kizazi cha Bongo Flava, nikimaanisha Fina TZ ameweza kufunguka e, kutokana na korabo yake ambayo amekwisha e, kuifanya. Sasa msanii huyu wa Bongo Flava Fina pia amefunga sana mambo mengi pia kutokana na mchango wake kwenye remix ya wimbo wa, Too Late, wa kwake Wendy Shay pia ambao pia unaweza kutarajiwa kuweza kutoka siku ya leo hii Ijumaa. Akiweza kuzungumza pia Fina amesema ameweka mguso wake e, wa kipekee kama ile Melanin Queen pia, ukiona kwenye ngoma sana so ukichanganya pia na sauti za Kiswahili na melody pia zenye utambulisho wake, zinakuwa, zinatisha kinoma noma kwenye ngoma hiyo eh, ameweza kujivunia lakini pia kuweza kusema kwamba eh, kushiriki kwenye wimbo huu pia unaowakutanisha waimbaji wanne wa, wa kike kutoka mataifa tofauti tofauti akiahidi kwamba eh, kuwa na mchango wake ni mkubwa sana ameomba kwa shabiki wake pia waweze kum, waweze kumsupport au wasiweze kumwangusha, kwani amejitahidi sana bwana kuwatendea haki kwa ubunifu na ubora. Moja kati ya wasanii ambao unja sana anacheza sana anaimba sana miondoko yake imekuwa ikiwa repoa repoa zaidi. Ameweza kufunguka kwamba kuna vitu vingi sana pia kufanyika kwenye kolabo hii. Sasa ijumaa ya leo pia tuweze kutegemea ngoma hii mara baada ya kuweza kuachiwa. Ni kile ambacho ameweza kukizungumza ndicho ambacho tutakiona kwenye ngoma hii. Eh bana eh, noma sana. Mtumsikilize tena chao um, the touch, the Melanin Queen, you know, my vocals, uh, uh, the richness of my vocals kwenye sound kama hii ambayo uh, Wendy ameitumia. So nafikiri hicho ndo kitu kikubwa zaidi lakini vile vile um, lugha yetu ya Kiswahili ndo imeweza kutumika zaidi kwenye verse yangu mimi pale. Kwa hiyo I think it's very unique. Na nafikiri blending vizuri sana. Watu wakisikiliza watanielewa nini nasema.